Neno la Mungu linasema kautakieni amani mji ule ambao mmekwisha kuchukuliwa mateka. Kautakieni mji ule amani ambao tayari mmekwisha kuchukuliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, na maana nchi na pia vyote vijazavyo ndani ya nchi ni mali ya Bwana. Hivyo anasema tuutakie mji amani. Kuutakia mji amani kunaanzia na kuziombea mamlaka ambazo Mwenyezi Mungu amekwisha kuziumba, kuwaombea viongozi wa nchi mbalimbali, kuwaombea kwa watu waliomo ndani yake ambao pia wana mamlaka mbalimbali, kuanzia raisi, makamu, mawaziri, wakuu wa mikoa mbalimbali, wakuu wa wilaya mbalimbali ambao tayari yao Mwenyezi Mungu amekwisha kuwapa hao hayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe! Tena hivyo basi, tukiwaombea hao viongozi tukiwaombea hao viongozi na tukatambua kwamba mamlaka zote zimetokana na Mungu wa mbinguni, tutajua wanaongoza katika nchi gani. Tutajua kwa mfano kama Tanzania hapa, hii ni nchi ambayo ni amani na maana, tunajua kabisa Hawa ni viongozi wa Tanzania kuanzia rais na viongozi wengine, jeshi ulinzi na usalama. Ina maana tunakuwa tumeshatambua kwamba hawa wapo katika Tanzania. Hivyo basi tunapokuwa tunaombea nchi lazima tuombee na mamlaka pia. Kwa sababu gani? Kwa mfano kukawa kutokea kuna kuingiliana, kwa mfano kati ya jeshi hili na jeshi hili, ikatokea amani ikavurugika lazima wananchi pia hawatokuwa salama. Kutokea kule juu ukatokea mvurugano kati ya huyu na huyu, ina maana huku chini hakutokuwa salama. Kwa sababu gani? Adui atakuwa amepata nafasi ya kuvuruga. Bwana Yesu wasifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu anasema kautakieni mji ule amani, kwa sababu tukiutakia amani na sisi tutapata amani. Kitabu cha Yeremia sura ishirini na tisa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 ina maana kuna mengi ambayo yanakuwa hayajaruhusiwa na Mungu wa mbinguni, pale ambapo tunakuwa tumeshindwa kumuomba Mungu na kuutakia mji amani. Tunajua kabisa kipo kiumbe ambacho kinavuruga amani chini, kinapenda kwamba yaani watu wasipate amani, nchi isiwe na amani. Tunajua kabisa hichi kiumbe ni shetani. Shetani hapendi wanadamu wakae kwa amani, hivyo ambacho wanakifanya ye shetani huwa anakamata mamlaka mbalimbali, akamata mamlaka mbalimbali anafarakanisha. Ina maana akifarakanisha nyie kwa nyie, mnaanza migongano japokuwa ni wababa mmoja. Bwana Yesu wasifiwe! Tena hivyo basi, pale ambapo tutakuwa tumeshindwa kusimama vile inavyostahili kuombea viongozi katika roho na kweli, kuombea viongozi mbalimbali, kuombea mipaka ya nchi mbalimbali ndipo pale ambapo adui anapata nafasi. Hivyo basi, tutaombea vipi viongozi wetu kama tutakuwa tumeweka chuki na matabaka mbalimbali kwa sababu sisi sote tumetokana na Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa mbinguni, Alfa na Omega. alafu sisi kwa sisi ikatokea kwamba tunawekeana chuki, ina maana Mwenyezi Mungu lazima hakae pembeni. Ina maana kitachotokea pale, adui atatawala, kwa sababu tujamtafuta Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu wasifiwe tena. Hivyo basi tunajua pia agenti wapo wa shetani katika dunia hii, wale ambao wanang'ang'ania mamlaka, wale ambao unakuta wanang'ang'ania fedha za Mungu. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, amesema katika kitabu cha Hagai sura ya pili mstari wa nane. Wanang'ang'ania vile viti vya uongozi. Tunajua kwamba hao wapo wa, hao wapo. Hivyo basi Mwenyezi Mungu amekwisha kuona kama hao wapo. Watatolewa na nani? watotolewa na wanadamu, watotolewa na Mungu wa mbinguni, kwa sababu mamlaka zote zimetokana na Mungu wa mbinguni. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu anasema tutakie mji amani, wale wote ambao wanakwisha kutuongoza, nao wawe na amani. Bwana Yesu wasifiwe tena. Hivyo basi, chuki mbalimbali mbali, na asila mbalimbali mbali, na pia kuwekeana vita mbalimbali mbali kwa sababu ya uchu wa madaraka havitakiwi kwa sababu Mwenyezi Mungu anahitaji tuishi kwa amani, kwa sababu yeye ni Mungu wa amani. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.